Hii ndio sehemu ambayo kama wadau tunakutana mara moja kwa mwaka kufanya reflection au marejeleo ya mwaka mzima umeendaje, hali ya vyombo vya habari especially uhuru. Lakini pia tunazungumzia mambo mengi yakiwemo Uh, sustainability yani uhai wa vyombo vya habari, lakini tunazungumzia ubora wa maudhui kwenye vyombo vya habari, tunazungumzia usalama wa waandishi kwenye vyombo vya habari, lakini pia tunazungumzia maswala mazima ya teknolojia, kwa sababu tunajua sasa hivi tuko katika ulimwengu wa kidijitali. Kwa hiyo tunazungumzia teknolojia, jinsi ambavyo inaenda kuboresha swala zima la upashanaji wa habari, na uzuri mwaka huu Uh, theme imekuwa ni masuala mazima ya akili mnemba au artificial intelligence, na sisi kama wana teknolojia uh, tunafurahi kwamba masuala haya ya teknolojia au AI yanapata nafasi ya kuzungumzwa kwa kwenye muktadha wa upashanaji wa taarifa. Yes. Uh, mjadala imekuwa ni mizuri, tuko ni mwanzoni. Of course, lakini mpaka sasa mjadala imekuwa mizuri sana na ambacho naweza nikasema ni kwamba nimefurahi kwamba wadau uh, kwa umoja wao wameonekana uh, kukubaliana kuichukulia AI sio kama competition, yani sio mwandishi au mhariri aseme kwamba AI inakuja kuchukua nafasi yangu, hapana, bali ni namna gani tunaweza kuchukulia AI kama kiwezeshaji cha kuongeza ubora au kupunguza muda wa kufanya kazi au kuongeza um, kiwango cha ufanyaji kazi wetu. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho kinatia moyo na kinaonyesha kwamba kuna nia hasa ya kuchangamkia haya masuala ya AI. Kama tunavyojua, mara nyingi sisi kwenye dunia ya tatu naweza kusema tunakuaga tunakuwa ni kama uh, watumiaji wa mwisho sana wa teknolojia. Sasa naweza kusema wito naotoa ni kwamba tusiwe end user wa teknolojia bali, na sisi tushiriki kuinfluence hii teknolojia ili iweze kutupa matokeo bora zaidi. Kwa mfano tu, kuongeza uh, maudhui ya Kiswahili mengi zaidi, kufeed hizi AI na maudhui ya Kiswahili mengi zaidi ambayo yanaendana na muktadha wa Tanzania ili ziweze kuwa na uwezo zaidi wa kupredict au kubashiri zaidi au kutupa matokeo mazuri zaidi tunapoenda na kuuliza maswali au tunapoenda na kufeed information na kudemand information kwa lugha ya Kiswahili. Leo tuko hapa Arusha kwenye maadhimisho ya World Press Freedom Day, ambayo ni siku ambayo iliibuliwa ili na Umoja wa Mataifa mwaka 93 ikiwa ni ni, ni kazi kubwa iliyofanya na UNESCO, ilikuwa na hii siku kwa ajili ya kukumbuka e, eneo la habari, namna gani sekta inakuwa na changamoto wanahabari wanaopitia, lakini kuwakumbuka pia wale wanaopata changamoto au wanaopata madhila kutokana na na hii kufanya kazi za habari. Sasa kwa mwaka huu e, kauli mbiu ya maadhimisho ambayo itakuwa kilele chake tarehe tatu mwezi wa tano ni nafasi ya AI katika uandishi wa habari au impact ya artificial intelligence kwenye uandishi wa habari. Watu wengi wamekuwa na wasiwasi kwenye nafasi ya kuangalia kwamba teknolojia inavyokuja kwa kasi ni kama inaenda kuwanyima watu ajira, lakini pia kuna matumizi mabaya ambayo yanaonekana sio ya kimaadili ya hii mifumo ya akili bandia. Sasa kinachokuja hapa ni kwamba kwanza lazima tukubaliane nayo, kwa sababu kwanza hii teknolojia haiwezi kufanya kazi bila watu ndio itaweza kupunguza idadi ya watu, lakini bado itahitaji watu, lakini pia ni watu kujiongezea uwezo sasa kujua namna gani ya kuboresha kile kidogo anachokifanya kwa kutumia teknolojia iliyopo, kwa sababu teknolojia inakuja kurahisisha, sio kufanya mambo yao magumu. Kwa hiyo sidhani kama kuna haja ya kubishana na teknolojia sana, maana teknolojia inabadilika kila siku na kila siku inakuwa na changamoto, lakini pia inakuwa na manufaa kwa jamii. Tunaweza tukaona matukio makubwa yanafanyika sasa hivi dunia ya mbali, lakini hapo unayaona kama vile unashiriki moja kwa moja kwa hiyo teknolojia kwangu mimi bado naona ni nafasi au ni fursa ambayo inaweza akatumika, lakini teknolojia hiyo hiyo inaweza kutumika katika uwekezaji kwa watu ambao wanaona labda teknolojia itawanyima ajira lakini kutumia ukaitumia hiyo hiyo AI katika kufanya kazi zako ikakurahisishia na ukawa na kipato. Kwa hiyo ni namna ya kuangalia namna ya kujiajiri mwenyewe kwa kutumia AI yenyewe kuliko hata kuikimbia. Kwa hiyo mimi kwangu naona fursa zaidi, na tunapojadili kwenye World Press Freedom, impact yake nafikiri itaenda kuboresha zaidi e, wigo wa habari pamoja na sekta nzima kwa ujumla kuliko hata kuidumaza. Ukiangalia dunia tunayoishi kwa sasa, imekuwa na changamoto nyingi sana za teknolojia na teknolojia imekuwa iki ikikua haraka sana kwa kasi, na sisi hapa Tanzania vyombo vyetu vya habari vinahitaji kuwa na teknolojia ya kisasa katika kuripoti habari, kwanza, kuhakikisha kwamba inapataje habari kwa wakati, kuchakata hizo habari, lakini hasa kuzisambaza kwa hadhira ama kwa umma kwa haraka. Kwa hivi tunapojadiliana hapa, tunahitaji kuangalia changamoto iliyoko pamoja na fursa. Kwa ujumla tunaona changamoto zipo lakini fursa pia zipo kubwa, hasa katika kutumia akili mnemba, na hizi fursa zina zinatokana na ukweli kwamba tunapokuwa tunatumia akili mnemba ama AI katika kusaka habari, katika kuchakata habari na kuzisambaza, zinasaidia kwanza kuwa na uhakika wa kupata habari kwa muda, kuzita, kuzichakata kwa muda na kuhakikisha zinafikia watu kwa haraka. Binafsi ninapata changamoto kwamba katika nafasi yetu, kwa mfano mimi natoka Baraza la Habari Tanzania na moja ya mambo ambayo Baraza la Habari Tanzania inasimamia ni kuhakikisha waandishi wa habari ama vyombo vya habari vinajisimamia vyenyewe, lakini pia kuhakikisha kwamba waandishi wa habari wanafata maadili ya uandishi wa habari. Kwa hivyo, kwangu mimi ninaona hii ni fursa kubwa sana kujifunza namna gani ambavyo tunaweza tukajifunza namna ya kusaidia vyombo vya habari na uandishi wa habari kwenye eneo zima la kuwa na maadili hasa wakati huu ambapo kumeibuka akili mnemba je tutatumiaje akili mnemba kwa kufata maadili kwa kuchakata habari zetu kwa kufata maadili kuhakikisha tunapata habari sahihi ambazo hazina mchanganyiko wala haziathiriwi na taarifa zingine ambazo uh, sio sio sahihi Leo tuko hapa Arusha kwenye maadhimisho ya World Press Freedom Day ambayo ni siku ambayo ili ilibuliwa na Umoja wa Mataifa mwaka 93 ikiwa ni, ni, ni kazi kubwa iliyofanywa na UNESCO. Ilikuwa e, na hii siku kwa ajili ya kukumbuka eneo la habari, namna gani sekta inakuwa na changamoto wanahabari wanaopitia, lakini kuwakumbuka pia wale wanaopata changamoto au wanaopata madhila kutokana na na hii kufanya kazi za habari. Sasa kwa mwaka huu e, kauli mbiu ya maadhimisho ambayo itakuwa kile cha tarehe tatu mwezi wa, mwezi wa tano ni nafasi ya AI katika uandishi wa habari au impact ya artificial intelligence kwenye uandishi wa habari ya na, watu wengi wamekuwa na wasiwasi kwenye nafasi ya kuangalia kwamba teknolojia inavyokuja kwa kasi ni kama inaenda kuwanyima watu ajira, lakini pia kuna matumizi mabaya ambayo yanaonekana sio ya kimaadili ya hii mifumo ya akilibandia. Sasa kinachokuja hapa ni kwamba, kwanza lazima tukubaliane nayo, kwa sababu kwanza hii teknolojia haiwezi kufanya kazi bila watu. Ndio itaweza kupunguza idadi ya watu, lakini bado itahitaji watu, lakini pia ni watu kujiongezea uwezo sasa kujua namna gani ya kuboresha kile kidogo anachokifanya kwa kutumia teknolojia iliyopo kwa sababu teknolojia inakuja kurahisisha sio kufanya mambo hayo magumu. Kwa hiyo sidhani kama kuna haja ya kubishana na teknolojia sana, maana teknolojia inabadilika siku, kila siku na kila siku nakuwa na changamoto, lakini pia nakuwa na manufaa kwa jamii. Tunaweza tukaona matukio makubwa yanafanyika sasa hivi dunia ya mbali, lakini hapo unayaona kama vile unashiriki moja kwa moja. Kwa hiyo teknolojia kwangu mimi bado naona ni nafasi au ni fursa ambayo naweza kutumika, lakini teknolojia hiyo hiyo inaweza kutumika katika uwekezaji kwa watu ambao wanaona labda teknolojia itawanyima ajira, lakini unaweza ukaitumia hiyo hiyo AI katika kufanya kazi zako ikakurahisishia na ukawa na kipato. Kwa hiyo ni namna ya kuangalia namna ya kujiajiri mwenyewe kwa kutumia AI yenyewe kuliko hata kuikimbia. Kwa hiyo mimi kwangu naona fursa zaidi, na tunapojadili kwenye hii World Press Freedom, impact yake nafikiri itaenda kuboresha zaidi eh, wigo wa habari pamoja na sekta nzima kwa ujumla kuliko hata kuidumaza.